Huyu Ruto anatembea na PS anaitwa Koril usiku na gari wakiwa wawili kutafuta mashamba ya Wamasai ile ambayo iko haina mtu alafu wananyakua wanachukua title deed pale Ongata Rongai. Ruto alikuwa amepanga kuiba shamba ya PCA apatie kijana yake ajege private stadium ingine ajege manyumba, tukamwambia haiwezekani pale pale Kibiku, pale, Kibiku. Sindio, shamba 1300 acres ya kekonyike. Ame Ame e, amechukua, ameiba hiyo shamba. Yeye amegawa 200 acres hiyo Kasongo, amechukua 100 acres Felix Kosgei. 100 acres huyu kijana anaitwa Dickson Coril. Ingine amegawa eka moja moja, amepatia watu ya kwake kutoka Usiangishu na Nandi lakini vijana pale wamekatalia pale. Nataka kuambia vijana ya ma, nyinyi nyi ni shujaa, shamba yenu itachukuliwa mguu, mnafanya kazi gani vijana? Wakae gagari na mimi nataka niseme, tumeongea nao viongozi wale. Watu wanauziwa mashamba na watu ya Kasongo hiyo waneka 15 milioni, msipoteze pesa yenu, hiyo pesa mkinunua hiyo mashamba itapotea. tukiingia The second day in office is to cancel all those titles na kurudisha hiyo shamba kwa watu ya Kikonyike.